Hello, habari za leo. Karibu tena katika chandi yetu Jwsab Kliniki. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitaongelea amlo wa asubuhi ambao unajenga Kisukari. Ndugu yangu, naomba hapo utanisikiliza kwa makini ili niweze kukuelezea ni namna ambavyo unatengeneza kisukari chako asubuhi. Na mlo wa asubuhi ndo chanzo kikubwa cha kisukari kwa watu wengi, siyo chakula cha mchana wala jioni. Chakula cha asubuhi ndo kinachofanya maamuzi kwa ajili yako, ndio hicho kinasababisha sukari iwepo au isiweze kuwepo. Uh, kama tunavyokubaliana kwamba chakula ndo kinachoamua afya yako iendeje unapokuwa unapata tiba moja kwa moja ya kisukari, lazima pia upate uh, mwongozo maalum. Sasa ndugu yangu, kama unateseka na kisukari, basi hakikisha una subscribe channel hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na swali lolote, basi uliza, lakini tumekuandalia uh, unga ambao mara nyingi watu wengi wamekuwa wakitumia. Unaweza ukatumia kama ugali, ukausonga, ukatengeneza ugali, ukatumia uji wako mzuri sana, ambao umesaidia watu kuondokana na changamoto hiyo. Tuna kwa kilo moja, inapatikana shilingi elfu thelathini na nane na mia tano imekuwa ikisaidia watu kuondokana na afya, na unaweza katengeneza vitafunwa kupitia huo huo uh, unga kama unahitaji uh, utaniambia hapo chini nikupe namna ya kulipia. Kama unahitaji tu ndo tuwasiliane. Sasa ndugu yangu, chai ya asubuhi ambayo inaharibu afya yako au breakfast inayoharibu afya yako inayojenga kisukari, namba moja ni chai yenye sukari nyingi na chapati. Ne? chai ya asubuhi na chapati, ndugu yangu, ni zaidi ya hatari, kwa sababu inapandisha glukozi ndani ya dakika tano mpaka kumi Kisha chapati ya unga mweupe inaongezeka maradufu. Ndio maana nimekuwa nikiwaambieni kwamba chai ya sukari plus chapati, kimbia, kwa sababu utakuta sukari inapanda ghafla. Namba mbili, insulin inatengenezwa kwa nguvu, lakini namba tatu, kongosho inachoka kila siku. Baada ya miaka mitatu mpaka saba kisukari kinaanza bila dalili hicho ni cha kwanza kabisa. Sasa wenzangu na mimi, chapati na sukari au chapati na chai, ndugu yangu, unachokitengeneza baadaye kitakuja tu, utakuja ukipate vizuri. Hakikisha unaanza kutengeneza afya yako sasa hivi. Lakini namba mbili, tunasema chai bila kula halafu baadaye unakula wanga mzito. Watu wengi huwa wanakunywa chai tu asubuhi bila chakula, lakini pia mchana wanakula, utakuta anakula wali mweupe, anakula chipsi, anakula ugali mweupe, anakula mkate baada ya kunywa chai asubuhi ile ya rangi. Ndugu yangu, hiyo asubuhi unaweka mwili wako kwenye stress modi moja kwa moja, na kotso inapanda, inasababisha sukari. Kumbuka ulichokula kina kafeini, hiyo ni hatari ndugu yangu kwa afya yako. Namba tatu ni vitumbua na chai. Term, e, vitumbua kwa nini vitumbua? Kwa sababu vitumbua vina mafuta, vina unga, vina wanga mweupe na plus hiyo sukari. Mchanganyiko huu unatengeneza glycemic index iwe juu kabisa kuliko hata soda. Ndio maana utasikia ki anza, a, a, a, kitambi kitaanza, lakini kushiba haraka harafu njia mapema lakini pia usingizi a, mchana na hii ni ishara mojawapo kwamba sukari yako inapanda na kushuka kwa kasi. Kwa hiyo, vitumbua na chai, ndugu yangu, unajenga kitambi. Lakini pia mandazi, mandazi na mikate mitamu eh, hiyo ni unga mweupe. Hapa tunaongelea jamani, unga mweupe ambao pia umekaangwa kwenye mafuta kwa kutumia mafuta ambayo sio salama na ni mafuta ambayo ni hatari, si mafuta yaliyokaanga. Unasema mafuta yaliyokaanga plus sukari. Mtu anakula mandazi mawili mpaka matatu kwa siku, asubuhi, anaanza safari ya kisukari bila yeye kujua. Jamani, mandazi na mkate na, na, na, na mitamu ndugu yangu, unazidi kujitengeneza, wanachokitengeneza baadaye kitakupa uh, kita shida. Lakini pia namba tano tunasema ni soda, energy drinks au juices za viwanda ndani ya asubuhi ndugu yangu ni hatari. Ya E, na sasa hivi kuna watoto tumewazoeza hii kitu, hii ni mbaya zaidi asubuhi kwa sababu mwili wako uko sensitive sana na sukari hiyo asubuhi. Ndio maana tunasema wengi asubuhi mmekuwa ni chanzo cha kuwa na changamoto ya kisukari kwa sababu asubuhi unakula vinywaji vya viwandani, unakuta mwili wako uko sensitive na sukari. Namba mbili, au unakuta sukari inapanda mara mbili zaidi kuliko mchana. Namba tatu, ini inakuwa bado haijawashwa kufanya detox session. Eh, yaani asubuhi imeamka, yani ni sawa. Ndio maana yani kuna vitu vingine hata kurudi Kwenye uhalisia, hata gari wa taalamu wanakuambia asubuhi unapoamka iwashe gari uiache kwanza iungurume, lakini unapotoka usitoke kwa nguvu, toka taratibu, ili anze kuchanganya. Sasa wewe, wewe mwenyewe tu mwili wako ukiamka tu nauchanganya asubuhi, unategemea nini? Unaanza kutengeneza siku na sukari, mwili wako unaanza kulalamika kutoa insulin. Lakini pia mayai plus mkate mweupe kila siku. Mayai sio tatizo, ila mkate mweupe unaoliwa kila siku Mkate mweupe na glycemic index kubwa mno, na ukichanganywa na mafuta ya kukaangwa, ndugu yangu, unachokitengeneza unatengeneza bomu. Wengi wanasema bomu la machozi, wengine wanasema bomu la nyukiria, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia, uji mtamu uh, uji mtamu wa wanga mwingi e, eh, unawapendelea kula uji wa ulezi e, eh, mahindi au mtama, au ukiwa mtamu sana na sukari, inakuwa na liquid sugar ambayo ni hatari kwa afya yako. Ndio maana nimekwambieni, tuna unga ambao wengi tumekuwa kutumia kama uji wa tumia kwenye maji ya uvugu, wanaweza wakatengenezea ugali. Imewasaidia sana kuondokana na changamoto hii. Nimeshasema kilo inapatikana kwa shilingi elfu 85. Si tuko Mwanza, mikoani tunaagiza kwa basi au ndege, lakini pia kubipi, ya, tunasema kuacha kula kabisa asubuhi, yani kuskip ile breakfast. Sasa kuna watu ambao tuko nao kwenye program moja, ya program nzuri sana ambayo nimeanza nao ni ile kwamba waweze kuskip ile break, breakfast wale mara mbili, lakini pia a, tunaona kwamba kuskip ile breakfast ni hatari kwa afya yako. Sasa ndugu yangu, ile unapata mwongozo maalum, ndio maana isipokuwa miongozo maalum, kwa sababu wengi wanafanya hivyo wakizani kwamba wanapunguza uzito, lakini skipping ya breakfast moja kwa moja na cortisol kupanda, na inasababisha insulin resistance kuweza kuongezeka. Kwa hiyo unakuta uh, sukari mchana upanda maradufu, lakini ukipata miongozo maalum ndo maana ukija kwenye programu maalum utakula mara mbili, lakini kwa miongozo maalum ni rahisi sana kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia chip t, uh, tunasema ni chipsi na, na, na, na, na moja kwa moja unakula chipsi na uh, awanga uh, awanga asubuhi E, wale wenzangu na mimi wasukumu ambao tunaamka asubuhi tunakula ugali, tunakula chips kuku, tunakula pilau. Ndugu yangu, hapo unatengeneza uh, kisukari cha awali kabisa, unaanza nacho kwa sababu mwili wako unakuwa sensitive pia asubuhi. Lakini pia mwisho, tunasema nusu mkate na chai, hatari. Yani kula mkate nusu na chai, ndugu yangu, unatengeneza kitu hatari sana mwilini mwako. Kwa hiyo hivi ndo vitu ambavyo asubuhi ukivitumia vimekuwa vikibomoa afya yako. Kwa hiyo asubuhi sio mzaa, kile tunachoanza nacho asubuhi ndio kinachoamua sukari yetu kwa siku nzima. Chagua salama ili uweze kuondokana na changamoto za kiafya na unatakiwa kufanya, hakikisha asubuhi unaanza na maprotini, mafuta safi plus fiber. Hapo utakuwa ni mmoja wapo, utakuwa ni upo kwenye eh, series ya kuweza kutokomeza changamoto hizi. Kama mara ya kwanza basi hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Kama unahitaji ule unga ambao unautumia sana, unaweza kutumia kupikia, unaweza kutumia kwenye maji ya vuguvugu, unaweza kutumia kama uji. Umekuwa ukisaidia watu kuondokana na changamoto hiyo, basi wasiliana na mimi niambie a, hapo chini kwenye comment. Kama unahitaji ni shilingi 38500 na tu. Kama ni mara ya kwanza basi uh, usiache kusubscribe. Karibu na Mungu akubariki.